Tunaendelea Wizara ya Madini, Mheshimiwa Ali Jumbe, mbunge anataka kujua nini hatima ya malipo ya waliokuwa wafanyakazi wa mgodi wa makaa ya mawe wa Kiwira. Swali limeelekezwa katika Wizara ya Madini na naibu waziri Daktari Steven Kiruswa ataenda kutoa majibu ya serikali. Anaomba kujua kupata majibu ya serikali, swali namba 165. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa naibu spika, deni la wafanyakazi wa Kiwira lilitokana na malalamiko ya mapunjo ya mafao kwa waliokuwa wafanyakazi wa mgodi huo kabla ya ubinafsishaji. Baada ya kuwasilishwa kwa malalamiko ya mapunjo hayo na chama cha wafanyakazi mgodini, yaani tamiko serikali ilifanya ukaguzi maalum kupitia mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, mwezi Novemba mwaka 2008, na baadaye iliyokuwa wizara ya nishati na madini iliunda timu ambayo ilihakiki madeni hayo mwezi Disemba mwaka 2015. Uhakiki wa madeni hayo ulibaini kuwa madeni halali ya wafanyakazi yalikuwa shilingi bilioni moja na elfu na na, na, laki mbili na arobaini kwa wafanyakazi 893 na madeni ya wazabuni ikiwemo wa huduma ya ulinzi ilikuwa shilingi milioni 496 na hivyo kufanya deni lote kuwa jumla ya shilingi bilioni moja na milioni mia tano ishirini. Mheshimiwa naibu Spika, baada ya uhakiki madeni hayo yalijumuishwa katika madeni ya serikali na wizara inaendelea kufuatilia wizara ya fedha ili madeni hayo yaweze kulipwa. Aidha, wizara ya fedha ilituma wataalamu wake mwezi Februari mwaka huu wa 2025 kufanya tena uhakiki wa madeni hayo ili kujiridhisha na taarifa iliyotokana na uhakiki uliofanyika Desemba 2015, ili kujiridhisha kabla ya kulipa. Kwa sasa timu ya wataalamu inakamilisha taarifa ya uhakiki wa mwisho ili madeni hayo yaweze kulipwa haraka. Asante sana Mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa, asante Mheshimiwa naibu spika, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza ambayo anauliza Mheshimiwa mbunge wa Kiela Ali Mlagira Jumbe. Je, kwa nini baada ya uhakiki hawajalipwa mpaka sasa? So, swali la pili, wafanyakazi hao wa mgodi wa makaa ya mawe wa Kiwira wanataka kujua ni lini sasa watalipwa fedha hizo, kwa sababu umekaa muda mrefu sana madeni hayo hayajalipwa pamoja na uhakiki. Asante, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, madeni hayo hayajalipwa hadi sasa, yawezekana ni kutokana na sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza ni upatikanaji wa fedha za serikali, lakini sababu ya pili kwa kuwa ni swala la fedha na linahitaji uhakiki wa kuondosha uwezekano wa watu wasiohusika kudai, ndio maana baada ya CAG kutoa maelekezo kwamba watu hawa walipwe wizara wakati ule nishati na madini walifanya uhakiki, wakaja na hesabu yao, na wakapeleka hesabu serikalini, na ili serikali nayo iweze kulipa kupitia hazina, yaani wizara ya fedha, na wao wana hatua zao za kuhakiki, kujiridhisha kabla hawajalipa. Kwa hiyo nadhani kwa sababu hizo ndio maana mpaka sasa hivi ndugu hawa hawajaweza kulipwa, lakini ni lini hili kwa sababu sasa limechukuliwa mwaka huu na kuwekwa kwenye orodha ya madeni ambayo ni lazima serikali yalipe mara baada ya uhakiki huu wa mwisho kukamilika, eh, naamini kabisa kwamba hawa wadai wote watapata haki yao. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.